Karibu. Uh, matumaini yangu kwamba siku yako imekwenda salama salmin. Katika kipindi maalum cha wafahamu wagombea urais, tunaendelea kuzungumza na wagombea urais kati ya kumi na saba ambao tume huru ya taifa uchaguzi INEC imewapitisha. Tunazungumza nao ili wewe Mtanzania ambaye hujapata nafasi ya kwenda kwenye majukwaa kufahamu kwa undani baadhi ya sera zao ambazo ni za upekee ukilinganisha na sera nyingine ambazo zimekuwa ni za kawaida na zinasikika zaidi. Mimi naitwa Nurdin Selemani ndiye ambaye ninakualika, na leo tumempata mgombea urais kupitia chama cha DP Abdul Juma Mluya, karibu sana Mluya. Asante sana. Kwema. Na, na nashukuru. Mambo yanasemaje? Niko vizuri sana. Eh. Hmm. Kampeni vipi uh, mnavyokutana na wananchi unaonaje mwitikio wa, wa Tanzania kwenye unapokuwa kwenye majukwaa mm, mwitikio sio mbaya, lakini pana mambo mawili mm -hmm. Kuna mwitikio wa kuja kwenye mkutano, lakini pia kuna jambo la kupiga kura. okay. yeah. mawili tofauti yeah. mm -hmm. wanajitokeza mm -hmm. wanajitokeza, na wanakuja kusikiliza. Mnaona kwamba wanawaelewa wanapokuja? Kwa sababu kuja ni jambo moja lakini nyie mnavyotoa zile sera hawa watu wanawaelewa? Uh, kuelewa, nadhani wanaelewa kidogo. uh -huh. Lakini sijui kama wanafahamu. okay. Eh, sijui, utaona. Eh, nimepita Kigoma kule wamesukuma gari yangu, manake wamenielewa. uh -huh. <laughs> nimekwenda Bunda na Iringa nikapewa uchifu na majoho nikavishwa pale maanake, mm. Walinielewa. Nimekwenda Kisesa, wakanifunga rubega ile wakasema e, daktari wa lalahoi maanake, walinielewa. Nimekwenda <laughs> Bunda, e, mama mjasiriamali akanizawadia tikiti <laughs> kwao, wanaelewa. Sasa kwenye kufahamu, kufahamu kwa maana ya wajibu wao ni nini, Oktoba ishirini na tisa, hapo ndo kidogo pana, pana mashaka. Okay. E, kuelewa wanaelewa, lakini kufahamu ndo napata wasiwasi. Ufahamu upo wa kwenda kupiga kura tanap mm, itakuwa kubwa kama jinsi ambavyo sisi e, wanavyotukimbilia kuja kutusikiliza. Yeah. Okay, tuende kwanza kwenye uh, vipaumbele na sera zenu. Kuna baadhi ya mambo ambayo ameyazungumza ni upekee upekee tofauti na <laughs> wengine. Tuanzie kwenye ile eneo la udhibiti wa madeni. Nyee mmesema mtakuja na mbadala wa Tanzania kukopa sana nje. Mnatarajia kufanya nini iwapo tarehe ishirini na tisa ya mwezi wa Oktoba wa Tanzania wakaridhia na kuwapeni ridhaa kwamba Bwana Abdul Juma Mluya awe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Kwanza lazima ufahamu. Tanzania ni moja ya nchi ambayo imebarikiwa kila kitu, na vingine ambavyo wenzetu hawana sisi tunavyo, lakini kuna nchi ambazo hazina rasilimali kama sisi. Napenda sana kwenye mkutano wangu nazungumzia Cuba. Cuba wanalima mua tu sawa, lakini sisi Tanzania tunapata msaada kutoka Cuba, alafu tunashangilia kabisa kwamba tumepata msaada kutoka Cuba, rafiki zetu wale. Sasa ule ni udhalili nchi ambayo ina na madini ina bahari ina bandari ina uoto wa asili nzuri ina mbuga za wanyama nzuri. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kuna sehemu pana shida. Kwa hiyo sisi tumefanya utafiti wa kutosha na tukasema kwamba ikiwa e, Mungu itampendeza Oktoba ishirini na tisa Watanzania wakaniamini kwa miaka hiyo mitano si, sijaona umuhimu wa serikali yangu kukopa, na utafiti wangu unaonyesha, ukichukua mapato ya bandari na utalii, ukidhibiti vizuri bandari na utalii, inatosha kabisa kuseva huduma za jamii. Kwa hiyo sisi, kama itafika kukopa, hatukopi kwenda kuhudumia jamii, tunakopa kwenda kuanzisha miradi ya kibiashara Nimekuwa nikisema kwamba serikali yangu itakuwa itajiendesha kibiashara. Nilipokuwa e, Musoma nilisema kwamba tutapeleka SGR Musoma, sawa mm. na nikasema na mikoa mingine yote tutaifungua na SGR, kutokana na ambayo inaopita kwenda Mwanza na wapi. Kwahiyo itakuwa kama ni branchi inaunga kwenda kama paipu za maji mm -hmm. Kwa hiyo hiyo ndio mikopo ambayo inatakiwa ikopo kwa ajili ya miradi ambayo yenyewe itazalisha kulipa, kulipa deni. Kwa hiyo hatutakopa sisi kwenda kununua panado, sawa au hapana? Tutakopa kwa ajili ya kufanya miradi ya kibiashara, miradi yenyewe ndio ilipe deni na sio wananchi walipe deni. Kwa hiyo nimekugusia hapo bandari na, na, na, na, na, na, na utalii, sijagusa madini bado, na hii jambo linawezekana. Uh, Mwalimu Nyerere hakuchimba sana madini kwenye utawala wake miaka ishirini na sita. mm. Sawa, wanaweza kusema alimaliza vibaya no, alimaliza vibaya kwa sababu ya mashinikizo ya watu wa mataifa ya nje wakati ule, e, tunatolewa tuna, tuna, tuna kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye utu wetu tamaduni zetu na kupewa tamaduni za watu wanje mm. Sawa, ikiwemo e, hii demokrasia. <laughs> sawa <laughs> Demokrasia ni tamaduni ya watu wanje kwa wakati wanatulazimisha kufuata masharti yao, IMF. Kwa hiyo nchi ikacollapse. Lakini angalia toka mwalimu anachukua nchi mpaka pale anang'atuka, watu wameishi maisha starehe. Sawa, mimi nimesoma napeleka daftari kwa mwalimu ananipa lingine jipya na kalamu. Sawa, sasa kama alikuwa hajagusa sehemu kubwa ya madini, aliwezaje kuonyesha serikali ya namna hiyo? hmm. Maana yake palikuwa pana vyanzo na wakati ule vyanzo vikubwa vilikuwa ni mazao katani, pamba korosho, tumbaku, sipareto, kahawa, hivyo sawa. Mpato haya tu na mgodi wa ule waafi wa, wa, wa Mwadui wa, wa almasi mm. yes. Sawa, uliweza kuendesha nchi. Leo tunafukua karibu nchi yote imekuwa handaki. Kwa nini tunakopa? Halafu ukikopa unasema umejenga choo. Mapato ya bandari yatoshi kujenga choo, mm. au utalii kwa hiyo tumesema sisi tuta site baadhi ya maeneo ambayo kazi yake itakuwa ni kuhudumia huduma za jamii <coughs> na nilienda mbali nikasema, <coughs> ukicollect mapato vizuri kwa usimamizi mzuri mm. na watendaji wakawa na hofu ya Mungu kwa maana tukadhibiti rushwa eh? tukadhibiti rushwa, na hii ni wapongeze TAKUKURU, naona uchaguzi huu kidogo umefanya kazi nzuri, tukadhibiti rushwa nilisema inawezekana kabisa kwa Watanzania milioni sitini na moja kila Mtanzania akawa anapewa laki moja kila mwezi kwa mapato ambayo tunayo sisi kwenye ardhi hii mm, tuendele <coughs> kipaumbele kingine umezungumza sana kuhusiana na ushirikishwaji wa, wa kwenye mba, hawa, ndiyo, wananchi kwenye maamuzi. Sema kwamba si maamuzi yote yatatumia serikali peke yake. Watu wanajiuliza hawa wabunge ndio wanawakilisha wananchi, kwa nini unaona kwamba wao watoshi mpaka maamuzi mengine yaende moja kwa moja kabisa kwa wananchi wenyewe. Pana gap kubwa sana pakati ya wananchi na watawala. Mbunge anapokwenda kuomba e, ubunge anakuwa mnyenyekevu, msikivu, wengine wanapiga magoti, wengine unaona wanaala bilingita chini. Akishapata ubunge anatengeneza distance kati yake yeye na wananchi. Na utaona mkati fulani alikuwa mkuu wa mkoa Makonda mm. Alisema, ubunge utakao kuja Dar es Salaam nitawakamata warudi majimboni. Kwa hiyo maana yake kuna kuna kuna kuna uwakilishwaji mkubwa wa wananchi unakosekana hapa mm. kwa wale wabunge wao, kwa sababu wengi wabunge wakishachaguliwa huko mikoani hawaendi tena, na wengine wanapata tabu sana. Sasa hivi kwenye, kwenye, kwenye uchaguzi huu wale ambao wametaka kurudi kwenye Chama cha Mapinduzi wanapata shida sana, wanaulizwa maswali, wewe bwana tukuchagua kurudi? sawa kwayo, si kwa hiyo sisi tukaona kwamba kwa sababu eh, nafikiri ni ibara ya nane imesema serikali itatoa mamlaka yake kutoka kwa wananchi. Kumbe wananchi ndo wenye pawa sawa. kwa hiyo hmm. Kumbe kila kitu ambacho kinahusu wananchi, basi mchakato uanzie chini. Wananchi wenyewe watuambie, au wakuambie tunataka utuongoze namna gani, sio wewe useme nataka niwaongoze namna gani. Ukiwa wewe unataka kuongoza namna gani, tunakwenda kwenye dictatorship, kwa sababu wasikilizi watawaliwa. Sawa na hapa utaona kuna tofauti ya, eh, ya kiongozi na mtawala yeah. Mtawala anatenda yale ambayo yeye anataka kufanya mm -hmm. Lakini kiongozi anaongozwa na, na waliomchagua yani anaongozwa na wanaomwongoza ambao ni wananchi waliompa ile dhamana kwa okay. Yeah. Manake lazima mshirikishe wananchi kwenye maamuzi yes. Mm. Yes. Na itakuwa ni maamuzi yote ama baadhi tu ya ya, ya maeneo ambayo mnadhani mna kwamba kwa unyeti wake lazima. Nimesema yale ya msingi hapo, mwingine ya kibunge anaweza kuendelea mm -hmm. Lakini kuna mambo yale ya msingi, mfano kuna sheria nyingi zinatungwa wakati fulani zinakuwa na upofu kwa watu wa chini sawa mm -hmm. A, mfano napozungumza swala la katiba, wengine eh? wamekuwa akiniambia wipi kuhusu katiba mpya. Mi si muumini wa katiba mpya. Mimi ni muumini wa katiba bora, sababu mpya naweza kuchukua kitabu changu nikabadilisha magamba nikaweka ya dhahabu, kakwambia hii ni mpya, nawe ukakubali, si uliona ikiwa na bluu hasa mkwaza. Lakini katiba bora, maana yake lazima iandikwe na wananchi wenyewe. Ikiandikwa na wananchi wenyewe, itakidhi matakwa yao ambao wao wanayataka yawemo kwenye katiba, ili yoyote atakaechaguliwa awaongoze kwa mujibu wa taratibu ambazo wao wanazitaka. Hiyo ni katiba bora, na siku zote katiba bora haitakuwa na amendment ya karibu, lazima itaishi. hmm. hmm. Tuende kwenye ajira na uwekezaji kwa vijana. Kwa mujibu wa takwimu, ili kundi la vijana ndo kubwa zaidi. hmm. Uh, takwimu za NBS, ofisi ya taifa ya takwimu inaonyesha kwamba hii ni kundi kubwa sana, lakini kumekuwa kuna shida hiyo ya ajira, si uh, hapa nchini tu lakini kidunia kuna tatizo kubwa sana la ajira. Wewe umeweka kabisa kipengele cha kulenga kwamba ajira na uwekezaji kwa vijana unakuja na klorokwini gani ama mwarubaini upi katika eneo hili ambalo Watanzania sasa matumaini yao ndio yamewekezwa hapo? Kwanza e, e, wasomi watansamee akii utafiti wangu hmm. Nimegundua kwamba watu wengi wameenda shule Alafu shule umeiacha shuleni una maana ipi? Alafu kauli na makaratasi okay. Anaweza kuwa na cheti likubwa sana lakini uwezo wake kufanya kazi ukawa ni mdogo sana kwa sababu shule hakwenda kuelewa, alikwenda kukalili mtihani. Si unasikia wanasoma past paper wana? mm -hmm. Eh? <laughs> wanasoma wana wanasoma past paper, hawasomi kuelewa, wanasoma kufaulu kwa hiyo ukisoma kufaulu, maana yake shule unapelekwa shule, alafu shule unaiacha shuleni, unarudi nyumbani na na, na na makaratasi. Angalia competition ya kwetu sisi na nchi zinazozunguka kwenye ajira zile hasa za kimataifa, Tanzania tuna feri sana, sawa mpaka hmm. mahotelia wanatoka Kenya eh? mfanyakazi wa hoteli Kenya, sawa lakini sisi mwalimu wetu huko hivi, siku zote mkikosea njia, urudi pale ulipoanzia safari yako mm. Sisi tunaamini kabisa tumefanya utafiti wa kutosha. Kwanza, hakuna utafiti wa kimazingira unaoonyesha mtoto akisoma la kwanza mpaka la saba ndo <coughs> anakuwa na uelewa, haupo lakini. Mfumo tu tumeurithi, ama ulibuniwa na wachache kwa ajili ya kuwachelewesha watu eh, kuwachelewesha watu kufikia mafanikio. Sisi tukasema hebu twende na dunia, dunia inabadilika, lazima tukubaliane kwamba dunia inabadilika. Ukiangalia mitaala yetu kuanzia chini mpaka juu haitengenezi mwanya wa ajira, sawa mm -hmm. ila inatengeneza mwanya wa utegemezi wa ajira kwa sisi tukasema tutaufuta huu mtaala wa elimu kwenye serikali yangu Mungu akimpendeza. mm -hmm. Tukishafuta mtaala wa elimu tutaanza na elimu katika mfumo ufuatao: watoto watasoma stage one, mwaka mmoja. mm -hmm. Tutaenda stage one ama hatua ya awali ambao tunaamini tukiwa tuna walimu professional. mm -hmm. Watoto wao watajua kusoma na kuandika. okay. Ndani ya mwaka mmoja, mwaka mmoja. Mm -hmm. Sawa atasoma la kwanza la pili la tatu la nne, anafanya mtihani na ule mwaka mmoja, inakuwa mingapi? mitano ita. miaka miwili eh? miaka minne fuma Kwe kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye topic zenyewe ni miaka miwili tu, kwa mtoto miaka saba amemaliza form 4. Kwa akiwa ameanza na miaka kumi shule, miaka kumi na saba kamaiza form four, atasoma five na six ile miwili, sawa tisa hmm, tuweke mitatu chuo kikuu, miaka ishirini na moja mtoto anatoka chuo kikuu hmm, anaingia kwenye soko la ajira. Lakini tunamwandaaje sasa kwenye soko la ajira? Ndio naanza pale niliposema kama kwa sababu tulikosea mwanzo, tulipokosea tulianza safari. Mtoto akifika darasa la tatu sawa serikali yetu itakuwa na wataalamu wa kuvumbua vipaji vya watoto. Ukiangalia wanao nyumbani wanacheza, eh? kuna mmoja anapenda kujenga nyumba, mwingine anakuwa anachora chora picha eh, ramani za nyumba, architecture huyo. Mwingine anatengeneza magari, maana yake idea yake huyu ni mechanic huyo. Kwa hiyo walimu watavumbua kipaji cha mtoto kwamba huyu mtoto kipaji chake ni hiki. Kwa hiyo kwa darasa la tatu atakuwa anasoma masomo yale ya kiada lakini anasoma ile kipaji chake mpaka chuo kikuu. Kwa hiyo akimaliza chuo kikuu, maana yake cha kwanza ana ajira yake ambayo tayari ametoka nayo kwenye msingi, alafu said part ni ajira ya cheti ambacho kasoma, sio? Unaelewa? Kwa hiyo hakupata kazi, lakini anaweza kuchonga stuli, anaweza kujenga, anaweza kuchora ramani, anaweza kufungua injini na kaifunga, sawa, kwa sababu msingi ametengenezwa kwanzia kwanzia huko chini kwa hiyo kupata kazi serikalini au kwenye mashirika iwe sehemu ya ziada sawa? Sio sehemu ya eleo ya kutegemea, na soma ili anakaridi kwenda kupata, kupata kwa kazi. Kwa hiyo tukianza hapa, tunaweza hiki kizazi ambacho tumeshateleza kisione manufaa yake, lakini tukatengeneza njia kwenye kizazi kijacho, Tanzania hii itakuja kuwa Tanzania ya viwanda, kwa sababu kadri tutakavyokuwa tuna watoto ndivyo tunawapanua uwezo ubongo uweze kufikiri. Sawa? Kwa hiyo ya wanao yafanya wenzetu nje wanatengeneza simu, laptop, magari yatengenezwa hapa. Okay. Kwa sababu tunawatengeneza watoto kwanzia wakiwa wadogo kwamba kama wewe ni fundi mekanika ni fundi mekanika mpaka chuo kikuu. Mm. Kwa unapata cheti cha taaluma lakini una degree yako ya mekanika. Hapo kwenye elimu. <coughs> Na na ajira, mimi mm. na ajira. Mm. Sawa? Yeah. Lakini pia kuna sehemu ya ajira nyingine. Tanzania tumekuwa tuna bahati mmoja mbaya na sijui tunaogopa nini Diaspora. Nchi nyingi za Kiafrika ambazo zina uraia pacha zinawafanya wananchi wa, wa, wa, wa, wa wao ambao wamekwenda ng'ambo kutafuta kuja kuwekeza nyumbani, wanakwenda nje kutafuta wanakuja kuwekeza nyumbani. Sisi ukisha kuwa na uraia wa nchi nyingine ni haramu Kwenye taifa lako. Kwa hiyo tunapoteza fursa nyingi sana. Nilizungumza hata kwenye nani yetu, tumesema sisi tunaruhusu uraia pacha, lakini bunge la kwanza litapelekewa mswada maalum tena kutoka kwa rais, ukajadiliwa bungeni, itakuwa ni marufuku kwa diaspora kugombea nafasi yote ya kiuongozi ndani ya serikali. Kwa hiyo afanye uwekezaji, afanye biashara, afanye kilimo cha uwekezaji hivyo lakini hata udiwani ubunge na uraisi, inawezekana iawezekana diaspora ameoa e, mtu kutoka nje, sawa? Hiyo tutakuja kutaaliwa na Mzungu mamboleo au Mchine mamboleo ajapani, kulinda utu wetu na heshima, sababu adhabu ya uraia sio kukosa uwekezaji kufanya biashara kulima paa, ila hutapata haki yakuwa kiongozi kwenye nchi mm hii -hmm. Kwanza itawafanya hata watu wengine wasiende kukana uraia, sawa, kwa mm, kujua napoteza haki moja ya msingi. Lakini hata yule aliyeukana tunamfungulia mlango mwingine wa kuja kuwekeza, lakini sharti lijue ni hili. Umezungumza pia kwenye elimu, na unaonekana una unaguswa sana na shule za serikali, nasema kwamba Uh, mtafanya jambo kwenye shule hizi za serikali. Najua kwamba zamani shule za serikali ndio ambazo zilikuwa kila kitu. Hivyo tokea mapinduzi hapa na elimu ikawa uh, imebinafsishwa pia na yenyewe yakaibuka sekta binafsi na yenyewe ikawekeza huko. Haitokuwa ni moja ya sababu labda ya kurudisha tena nyuma zile hatua ambazo zimepigwa. Hatua zipi zimepigwa? Watoto zi kukariri mtihani eh? Mwanangu yuko hapo nje. Ameza la saba juzi. Muda wote alikuja likizo kwa sababu anasoma past paper, walimu wanawapa kabisa, we. Tunalipa wazazi, wanampa past paper asome, akariri majibu ya mitihani iliyopita. Tunataka kufundisha mtoto kuelewa. Wote wamefeli. Lakini, uelewa wake mkubwa wa kichwani. Sawa. Huyu ndio kaenda shule na karudi shule nyumbani, ajudu na karatasi lakini kuna mtoto anafaulu ufaulu mkubwa. Hebu fanyani siku moja utafiti. Hawa watoto wanatangazaga, sijui huyu mtoto ame, amekuwa wa kwanza kitaifa sindio eh? siku moja mwalete studio hapa, mtihani ule ule mwape kamera wafanye live hapa, mtacheka. Ule ule aliofaulu akawa wa kwanza kitaifa, mpe hapa, mwekeni na kamera, fanya huyu mtihani alafu upate ufaulu uliofaulu mnaweza mkashangaa mgalvichekesho kwa sababu watoto wanakariri mtihani, hawasomi kuelewa. Sawa. kwa hivyo mm. maboresho ya, ya shule za serikali anaweza akaturudisha huko kwa watoto kusoma kuelewa na si kukariri kwa ajili ya kufaulu. Ndio wazee wamesoma kuelewa. ukimchukua lande la mkoloni ni zaidi ya form 6 wa sasa katika ufahamu wake sawa. mm -hmm. Ukimchukua la saba Mwalimu Nyerere ni zaidi ya fumfua sasa kwenye uelewa wake na kuchanganua mambo. Hey, ni ukweli wala haupingiki, sawa. Mitana mizuri tukishle ta tutawalazimisha sasa, hata wazazi hawatawapeleka watoto kule kwenye shule za media, watarudi huku, sawa, na wale ili wakompiti, lazima washushe gharama angalau wapate watoto sababu huku kutakuwa na elimu bora kwa sababu serikali ndio mama. Serikali inatakiwa atengeneze uajiri wake wa baadaye, sio atengenezewe uajiri wake wa baadaye. Yeye ndio atengeneze spea zake za kesho. Huwezi kununua gari ukategemea spea kwa rafiki yako, no, ukinaponunua gari ujue una uwezo pia kununua spea, sawa. <coughs> <Sorry. coughs> kwa hiyo tutengeneze watoto ambao watakuja kulisaidia taifa kesho. Umetueleza maeneo ambayo umeshakutana na wananchi, kuna disera, lakini mwanzoni pia uligusia kwamba kikubwa mnachosubiri ni kuona watu watakavyojitokeza uh, tarehe 29. Uh, chaguzi zetu kadhaa mwamko umekuwa si mkubwa sana. Nyie kama wagombea pia mna nafasi ya kuhamasisha watu kwenda kupiga kura, lakini kupiga kura kwa amani. Ujumbe wako nini katika kuhamasisha hawa watu wajitokeze, lakini pia kulinda amani ya nchi? Kwanza uh, ni wajibu wetu sisi wanasiasa, sisi wagombea, tukanadi sera e, zenye kufundisha haki za watu, yani yeye mwenyewe haki yake imshawishi kwenda kupiga kura, aone kupiga kura ni sehemu ya kupigania haki yangu. Sawa? Hmm. Tusinadi sera za kushindanisha maneno ya kifedhuli, kijeli, matusi huku kutawahofisha wapiga kura kwamba huenda kutakuwa na vurugu siku ya kupiga kura. Kwa hiyo tuna lugha ya Kitanzania. Sawa? Lugha ya Kitanzania, lugha ya Kistaarabu. Watanzania si watu wa kusukumwa-sukumwa. Sawa eh? Hmm. Watanzania ni watu ambao ni wastaarabu sana. Kwa hiyo wanahitaji ili wakuelewe uongee nao katika lugha ya Kistaarabu. Inaweza ikasaidia. Lakini pia tujitahidi sisi wagombea pamoja na wanasiasa wengine wale waambata wetu, Tunapofanya mikutano tujaribu kuwatoa hofu wananchi. Sawa? Hmm. Na kuwaeleza, kuwapa elimu ya umuhimu wa kura, kwa sababu kura ndio inaamua hatima yako ya miaka mitano. Kwa hiyo dhamana yako ya serikali unaoiweka. Sawa? Kwa hiyo ujue kwamba hapa ninaweka je, nitastarehe kwa miaka mitano ama nitajuta kwa miaka mitano. Sawa? Kwa hiyo kura yako ndio itakuwa inatengeneza hiyo hatima yako sawa. Na ndio maana wakati mwingine kwenye mambo ambayo tunazungumza, mimi nimekuwa nikizungumza toka siku nachukua fomu, nilisema serikali yangu itakuwa ni marufuku maiti kuigeuza kuwa sehemu ya pato la taifa. Sawa? Na hakuna mwananchi yote ambaye haguswi na hilo jambo kwamba e, maiti sasa ni pato la taifa. Sawa? Na ndio maana wanafika sehemu wanasukuma gari. Lakini nimezungumza wamama wajawazito, watoto, wazee, watu wenye uhitaji maalum hawa, matibabu ni bure, hasa aa wenye mahitaji maalum. Tena unakuta anaambiwa, anaandikiwa kamuone daktari, afu kipofu haoni, afu namwambia kamuone daktari. Ni kufuru hii. Hiyo si ni dhana tu kwamba inabidi akutane <laughs> <kufuru hi. gay retrouver> <laughs> na daktari eh, sasa. Kwanza unamuonaje daktari? Daktari anasomeshwa kwa kodi zetu sisi, sawa? Anafika pale alipo kwa kwa kwa kodi zetu sisi na leo bosi nini? Nikamlipe mtuma? Ni mfanyakazi wangu, na udaktari ni wito, kama mshahara wake alioajiliwa analipwa, kwa nini kuwe na pato la ziada? Kwa hiyo afya za binadamu hazipaswi kuwa biashara, maiti haipaswi kuwa biashara. Mtu anakufa na miaka sitini, hebu fikiria, katika umri wake wa kuishi amechangia mapato serikali kiasi gani? Amelipa kodi kiasi gani? hmm. Alafu leo nakuja kuwaadhabisha watoto walipe maiti ya kuchukua mwili wa mtendo wao mm. Sawa, mimi naona kama ni dhambi kubwa okay. Maana nilisema serikali yangu mtu akarofiwa, apewe maiti yake, lakini nikasema mama wajawazito sawa, hakuna kadi ya kliniki, hakuna kulipa gharama yoyote. Na nukta hii ndio inatufikisha tamati ya kipindi hiki kwa siku ya leo cha wafahamu wagombea urais. Bado endelea kutoa nafasi kwa wagombea nafasi za urais kueleza sera zao, mwafahamu hata pale ambako hampati, um, fursa kwenda kwenye majukwaa, lakini hii ni fursa nyingine ya kuwasikiliza kwa kina, ili itakapofika tarehe 29 wewe, we Mtanzania, uende ukafanye maamuzi kulingana na sera za wagombea husika. Naitwa Nurdin Selemani, nikutakia utazamaji mwema vipindi vinavyoendelea na